Jambo la kwanza tumesisitizwa tupande miti na tumepanda miti lakini haitunzwi. Jambo la pili tumeambiwa tung'oe mabua. Hizo ni mojawapo ya mbinu sahihi za kilimo cha tumbaku. Nimeshawaelekeza kilimo cha tumbaku ni sheria ya bunge ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, kina miongozo yake inayosema vizuri, lakini pia kimepanga na adhabu kwa mtu atakayekiuka sasa adhabu zile ni pamoja na faini, lakini hata kufungwa kupo, au vyote viwili kwa pamoja, ukajifunzia gerezani huko. Huko unapigwa faini na unafungwa, ukitoka huko nafikiri utakuwa mwalimu mzuri wa kuwafundisha wengine. Sasa kwa wale wote ambao wataacha mabua na tumbaku zilizochanua, naombeni tukitoka hapa, mwende mkawaambie, watoe, wang'oe, sio kukata, kung'oa yale mabua lakini walioacha maotea wakayatoe, kwa sababu yanaathiri uzito wa tumbaku. Na wale wanaoacha mbegu ni kinyume cha sheria, kwa sababu kila mwaka lazima pande mbegu mpya ambayo makampuni ya tumbaku yanatoa. Hizo ni mojapo ya gharama za kampuni katika kupata zao bora, ili weze kupata faida. Lakini ukikiuka hayo yote, sheria za bodi zipo ambayo ni sheria za bunge lakini nitaelekeza hata watendaji wa vijiji waweke kwenye sheria ndogo za vijiji kwa kutumia sheria kubwa hii ya bunge kupanga faini mbalimbali mbali, kulingana na makosa niliyonoti. Mimi hapa ni, ni tozo za kutokana na kuacha mabua, lakini kuto kutunza miti uliyopanda, lakini lipo lingine eh, la kuto kufuata kanuni bora za kilimo, nitaweka zile watendaji ili wawe wanakusanya mapato ya kijiji kwa ajili ya kujenga zahanati ili ukatibiwe, wajenge madarasa mtoto akasome, kwa sababu utakuwa wewe hutaki zile fedha ziwe za kwako, ila utakua mependa ziwe za kijiji ili iwe mali ya umma. Naombeni sana wale wafanyakazi wakimaliza kuchuma, waambieni mabua yale ni sehemu ya malipo yale ambayo mnawalipa lazima waanze na kitalu uishie na kung'oa mabua. Lakini jambo la pili, mahudhurio, naombeni vikao hivi ni muhimu sana, kwa sababu ukishinda kwenye kao usipokuja, mwisho wa siku haya yote tuliyozungumza hutayapata, lakini hutabadilika kwa sababu tutakuwa vile vile kwa sababu kuyasikia. Lakini naombeni nyinyi mliosikia hapa sasa, cha kwanza muende kwa wenzetu walioko nyumbani wakulima wale. Lakini cha pili, naombeni sana, umeyapata ya uweke kwa ajili ya matumizi, sio yameingilia huku yametokea. Naombeni sana muweke kwa ajili ya matumizi ili iwe leo marekebisho, kesho na siku zijazo. Naombeni sana sana, hili zao ni la kibiashara, wote tunataka hela, hatujaja kuna nazi hapa, tunataka hela. Naombeni sana mkalisimamia vizuri ili ilete mabadiliko kwa wananchi tunaowaongoza. Naombeni sana tuige mifano mizuri ya baadhi ya vyama, kama vyama vimetoka, wote tumeanzisha vyama na vina umri mrefu sana. Mali za chama, naombeni sana, zidumu kuwa mali za chama. Vyama vyote vina uwezo sawa. Vyote kasimamieni, nachotarajia kinachotokea. Mtanila wamenua trekta jipya mwaka jana, tumekabidhi na tuwaita nyinyi wote muhudhurie sherehe za kukabidhi ilikuwa ni kikao cha kufungua ufunguzi wa masoko amekuja mkuu wa mkoa tumehudhuria pale kukabidhi trekta mpya. Nitarajia mwaka huu nitapata matrekta saba, sijapata trekta hata ile hata moja. Mwaka huu tumewaita, tumekabidhi pale gari mpya. Umeliona wewe? Nani ameliona ile gari kati yenu? Nanyoshe mkono. Lile milioni mia moja ishirini na vyama vingine mnaona tu Anzeni basi hata na trekta basi. Kama loli mnashindwa, anzeni nani? Na trekta. Naombeni sana muige mifano mizuri lakini nimeambia kitu kingine pale. Wenzenu wanaangalia mkulima anayejiwezaweza weza, weza wanamsupport kumboost anyenyuke zaidi. Igeni mifano hiyo, pango mingi ya serikali. Lengo ni kuboresha kipato cha mkulima, ili tuendane na yale malengo makuu. Kwa sababu tukiweza kuboresha kipato cha mkulima, itasaidia hata kwenye utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii. Nadhani wote tunajua inafika Januari kuna michango ya shule. Mkulima kama hana kipato si ndio changamoto inaanza kuingia. Kwa hiyo ni vema nadhani tuliangalie sana swala hili la kilimo cha tumbaku. Kwa sababu ule mmea, nadhani kuanzia unapoanza jani la kwanza mpaka yale majani kumi na sita au kumi na ngapi ni pesa imetumika pale. Ni sahihi sio sahihi? Kwa sababu tukishapoteza yale, maana yake tumepoteza pesa ambazo tayari kwenye mjengeko wa gharama za uzalishaji nadhani imeingia pale, unaona. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, ni vema twende tuwaelimisha wale wakulima kwamba ukiacha yale ni hasara, kwa sababu tayari umeshafanya nini, umeshagharamia. Sisi kama viongozi tuone jinsi, ni jinsi gani tutawasaidia wakulima wetu kuhakikisha kwamba huu mzigo ambao wanaubeba mwisho wa siku uwe, uwe nini uwe mwepesi, kwa sababu vinginevyo sasa hivi tunamwachia mkulima anabeba mzigo mzito, na ndio inatokea sasa, wengine wakiona mzigo mzito kwenye, kwenye chama ndio wanaanza kuteleza, inatokea kitu inaitwa nini side selling, kwa sababu sasa anaona kwamba huu mzigo kwenye chama hata uweza viweza kuongeza tija itatusaidia hata kuongeza mapato ya mkulima, na hiyo itamsaidia hata kufanya nini kulipa mikopo, kwa sababu ukiangalia tija ya kwetu labda na nchi jirani kidogo, unakuta sisi ya kwetu iko chini. Sasa tija inachangiwa na vitu vingi. Ukipoteza yale mazao ya chini tayari umepoteza tija. Nakumbuka tulienda kwa mkulima mwingine, sasa wakati ule wa kuchambua chambua, ili watu wasione, akakusanya yale mengine, sasa, yale mengine akaenda kutupa kwenye shimo. Sasa yale sio, ile sio tumbaku umepoteza, hujapoteza tayari, manake sasa pale yaani humrubuni mtu yote ni kwamba sasa, we mkulima sasa unajirubuni mwenyewe, kwa sababu mwisho wa siku ile ni tumbaku, umegharamia pembejeo, umetumia unaona, mwisho wa siku utazilipia, lakini inakuwa ni hasara kwako kwa. Ungoaji wa mabua. Sasa hizi ndio baadhi yetu tunapulua tumbaku tunamaliza kuvuna hivi, lakini wengi hatungoi mabua, kwa tuwaombe sana. Nafikiri kwenye mwezi wa nne mwezi ujao, tarehe 30 takuwa mwisho hatutapanga ratiba ya masoko kama chama kimaliza kungoa mabua. Kwa hiyo tungoe kwa, kwa, kwa muda ili masoko yetu yasiwe yanasuasua. Kingine ni uchambuzi na ufungaji wa tumbaku. Saizi wengi ndio tunakausha tumbaku na wengine saizi tunachambua. Tunaomba sana tuchambue kulingana na ile misingi ambayo wa tunafundishana kila mwaka lakini tutumie vile vituo ambavyo vimesajiliwa na bodi ya tumbaku. Hata kama ndio mwaka jana vile tuendeleze, na wengine wameishaanza saizi kujenga. Kwa hiyo tufungie mle, ili kuepuka vitu visivyo tumbaku, yaani NTRM. Tumbaku yetu huwa inalindwa sana na usafi, kwa hiyo tumbaku huwa safi, hata thamani inapanda. Kingine ni utumikishwaji wa watoto chini ya miaka 18 bado tunatumia sana watoto wa shule kuvuna tumbaku, kuchambua tumbaku, baadhi sio wote, lakini sheria inakataa, inakataa kabisa kutumia watoto chini ya miaka kumi na nane. Ukikamatwa nafikiri sheria zipo zitapata mkondo wake. Mbaini tujiandae kufungua soko, maana yake ni tumbaku kuanza kuuzwa. Tayari nimesaini asilimia mia ya malipo ya, ya grading nusu. Natarajia huko tumbaku nusu katika milioni kumi na mbili zilishagradiwa huko katika hizi milioni 25 hizi, nafikiri 25 kumi na mbili zilishagradiwa huko kwa hela niliyopitisha pale. Kwa hiyo naomba sana, kwa sababu tumepewa fedha za grading, naomba tukazisimamie, watu wa grade tumbaku, tuuze mapema. Faida ya kuuza tumbaku mapema Chunya tuliiona wakati anaingia kampuni ya Mkwaa hapa, tuliuza mwisho mwezi wa sita, watu walizungumza faida, tumeuza tumbaku ikiwa nzito. Lakini tulipokuwa tunauza mpaka mwezi wa kumi, mara nyingi tulikuwa tunapata hasara, tumbaku zetu zinapoteza uzito. Naombeni ninyi, ni viongozi, mfanye zoezi la kuhamasisha watu wa... Hali ya hewa ikiendelea hivi tumbaku nyingi zitaiva. Naona zikianza kuiva kwa kasi mabani yatajaa. Kwa hiyo tutatupa majani mengi kwa hiyo mimi nacho shauri tujitahidi kuhakikisha kwamba tunaokoa kila jani, tuvune kila jani lililopo. Sasa hivi tumeshapoteza yale ya chini, haya ya juu basi tujitahidi tuvune kila jani, ili kila mmoja abakie pale alipo, au aongeze zaidi, kwa wale ambao bado wana mivuno ya chini. Lakini lakini sambamba na hilo pia lipo swala la unaweza ukayavuna, lakini tunaenda kuya, kwa sababu ya uhaba wa mabani, tunaenda kuyarundika ndani ya mabani. Sasa mle ndani ya mabani kweli utashingilia, umeaingiza ndani ya bani lakini mle ndani akishajibana mle ndani tena nusu mengine tutatupa nje ya bani baada ya kuvuna. Kwa hiyo nawashauri, wakati mnawashauri wakulima wenu, basi waambieni pia waba, wapaki mabani yao sawasawa, yaani waweke majani sawa au mianzi sawa na uwezo wa mabani yao. Mche wa tumbaku una majani kumi na nane na kuendelea kwa aliyetunza vizuri anaweza kuvuna majani mpaka ishirini, lakini mche wa tumbaku kila jani ni pesa. Kila jani la mche wa tumbaku ni, ni pesa. Maana yake mche wa tumbaku ule mmoja kwa thamani yake kwa, kwa lile jani ambalo, kila jani ni pesa, limejumlisha gharama za uzalishaji na faida kwa mkulima. Kwa hiyo tunapopoteza haya majani, maana yake tunapoteza either faida either zile gharama za uzalishaji. Kwa hiyo mimi nashauri kila mtu azingatia tuliyopokea, turudi tuaelimisha wa wakulima.